Nakwenda kuongeza kasi ya usajili wa ardhi. Licha ya hatua tulizopiga katika upimaji, takwimu zinaonyesha kuwa takriban asilimia sabini na tano, amesema vizuri waziri ya ardhi nchini bado haijasajiliwa. Hali hii siyo tu inachangia upotevu wa mapato, bali inaleta pia hali ya kutokuwa na usawa, kwani baadhi ya wamiliki wa ardhi wanalipia umiliki wa ardhi na wengine hawalipii. Hii si sawa na sio haki. Katika hili tumebaini kwamba sera iliyopita haikuwa na sharti la kuwataka wamiliki kusajili ardhi yao. Sasa tunataka kila kipande cha ardhi ndani ya nchi hii kipangwe, kipimwe na kisajiliwe. Kwa wale mliokuwa na vijumba jumba vyenu kule ambako mabwana ardhi hawafiki mara kwa mara, sasa kila mmoja anakwenda kupimiwa, anasajiliwa na kila mwaka ukizunguka ardhi ile ailipie, uh, kama sheria zinavyosema. Katika kuwezesha hili, tutahakikisha kuwa upangaji, upimaji na umilikishaji wa ardhi unarahisishwa ili kuwezesha wananchi kumiliki ardhi, na tumerahisisha ukipita kwenye mabanda maonyesho kule, mtaona jinsi wizara ilivyorahisisha upimaji upangaji na umilikishwaji wa ardhi kwa wananchi, pamoja na kusajili kila kipande cha ardhi, tutaongeza usalama wa milki ile. Hapa pangu hapa sio, hapa pangu hapa sio, sasa itakuwa haipo. Kuna kesi kadhaa, mtu ana ardhi yake, kajenga kinyumba chake, wanatokea matapeli huko, wanakwenda kushirikiana na wengine ndani ya wizara, wanabadilisha hati basi nakuwa ugomvi mahakamani. Mwenye haki ananyang'anywa, mwenye haki ananyang'anywa kwa sababu tu watu wana uwezo wa kubadilisha hati za umiliki wa ardhi ile. Lakini ukimuuza nyumba ulijenga hapana, nyumba alijenga huyu sasa. Hii ardhi ah, hii ardhi hati yangu mimi hii hapa. Ulikuwa wapi mpaka huyu kaja kajenga, na ana hati kajenga, alafu nakuja juu yake.